Hmm, hapa tunafanya connection ya volt 48 ya betri nne za lita, very powerful batteries. Hii ni betri ya kwanza, ni betri ya pili, hii ni ya pili, hii ni betri ya tatu, hii ni betri ya nne, na tunafanya series connection kwa ajili ya kupata volt 48, kwa sababu kila betri ina volt 12, 12, 12 mara 4 ni arobaini na nane. Ya kwanza ni positive na negative ya betri mbili za kwanza, then tunakuja katika betri hii ya pili. Kwa jinsi nilivyozipanga unaiona, hii positive na negative hii connected, hii negative ya betri ya kwanza, this is positive ya betri ya pili ambayo unakuja kuiconnect na negative ya betri ya tatu, unakuwa tayari hapa. mbili hizi umetengeneza volt 24, hii ya tatu tayari ushatengeneza volt 36, then unakuja kupima volt betri ya uh, unakuja tena kuunga Negative na positive ya betri ya tatu na tayali, ya nne unakuwa tayari ushatengeneza volt ya 48. Utachukua multimeter yako utaseti hapa kwenye DC utapima the negative polarity, ambayo ndio hii hapa negative polarity yako utaweka uh, utakujua, utachukua positive polarity unaiweka huku kwenye terminal ya mwisho ukiangalia mita inakusomea volti 51.0 Sasa tukitega hapa kwenye 1000 hapa ni kwenye 200 hapa ni kwenye 200, iko mshale huu upo kwenye 200. Sasa tunakuja kuitega kwenye 1000, unaona 1000 inatusomea bila point. Tunakuja hapa ni volti 51 kamili volti 51 kamili. Lengo letu sisi ilikuwa ni volti 48 kwa ajili ya kuwasha maji. Hii ni control box ya maji box ya solar ambayo ukiwasha sasa hapa unaona kabisa power ya solar inaingia solar hapa solar ina, ina operate kwenye MPPT. MPPT solar ina operate kwa voltage kubwa. Hii ni taa ya kisima ikiwaka hapa, maana yake kisima hakina maji au kuna long polarity, kwa maana ya, connection ya ya kwamba waya ni mrefu sana kuliko o, kuliko waya ni mrefu sana alafu na ukubwa mdogo kuliko umeme unaotakiwa kwenda kwenye pampu. Pili, nyingine inaweza ikawa pampu ina matope, maybe ikastak ikashindwa impela ikashindwa kuzunguka kupush maji. Kwa hiyo kama hayo ni matatizo, utakotoa pampu usafishe pampu, na kama ni bad connection ufanye connection, kama kuna short pia urekebishe hiyo short. Huku ni tanki, kama utakuwa umefunga floating, huku ni tanki, kama utakuwa umefunga floating switch ya kwenye tanki itakusaidia maji ya kijaa, ina detect na ina, inazima automatically. Hapa ni off, hapa ni down na up. Hapa up unaongeza speed ya maji. Hapa speed yetu mwisho ni elfu moja na mia nne , lakini ukibonyeza hivi inapungua, unaona inapungua, inapungua. Speed inapopungua maana yake pressure ya maji kule yanakokwenda inakuwa pia imefanya nini? Imepungua. Tunarudisha pressure ya mwisho kabisa ambayo ni elfu moja na mia nne. You understand guys, yako hii ndio kazi yetu ya leo. Pointi yetu ni kutengeneza volti 48 kwa snini, kwa sababu hii negative na positive polarity ya sola inatoa volti 48 direct. Asante.